Mpendwa Mheshimiwa Spika Ackson Tulia, tunashukuru sana kuwa pamoja na wewe. Hakika wewe ni mzalendo, kwa sababu matukio yote tumekuwa naye kama walivyosema wakati wa Mwenisongole, tumekuwa naye wakati wa, wa mzee huyu, tuko naye lakini, mheshimiwa spika, pia amekuwa na sisi katika kumuuguza askofu wetu Dr. Barnabasi mtoka mbali. Wapendwa maaskofu wa majimbo na kamati zenu, uh, wapendwa waangalizi, wakurugenzi na kamati zenu, mpendwa mama askofu mkuu Glad Mary, tumefurahi sana kukuona na uso wako umetufanya sisi tuchangamke. <laughs> Jina la Bwana libarikiwe. Wapendwa wafiwa wote, watoto wa marehemu na ndugu wote, tunawapa pole sana. Yaani kitu cha kushangaza, nataka niwape tu hiyo, mama alifariki tarehe kumi na saba mke wa marehemu, tarehe kumi na saba mwezi wa tano baba amefariki tarehe kumi na saba mwezi wa tano. Ona, baba amefariki saa sita mchana, mama alifariki saa sita usiku, eh, mwezi huo huo eh? na tarehe ah. hiyo <laughs> hiyo haya bwana, mi siku moja na mke wangu zamani tuliwahi kuzungumza kwamba <laughs> Naomba yale mazungumzo yasitokee. tulikuwa <laughs> <laughs> tuna, tunaongea tukasema, nafikiri afadhali tufe siku moja <laughs> lakini nafuta leo <laughs> tunapokea hii ya tarehe moja moja mwezi mmoja safi. <laughs> siku moja ah! <laughs> I said